mama mburu auga tuthukie irio cia uhiki wa Tafitha wito. Isi matira aria Tafitha ndarahika arenda kuhika heya heagwo ikumi thigara no. bas mama ahure Uhurite siga na dha isi ri te cigana thaa ici ki mu kuru i nana na ni thebeete meri mundu umwe wena no ngwiraga wiki guu nyonyo nii mama mburu ngoragwo ndimasta thugume kari wetereire karuga Ongerera gitowero cumbi mama mburu taine hau haku ni harauma tu babos kare kari ki kiureka na kuu rungu ni kurathi ma ngomi na kamwe ka mihehu arafu mama mburu e itw akorwo haha maya ngai tu kuhuruo mbokora cia wititi tugwate rangi reke matukore haha ni getha tumerera Tafitha ndarahika kwa jana ndi mama we ni ahoete irua Tafitha atakiri kurua ararua mama mburu ni kuhika arahika ni ahoete ohiki

Nejo eneo nyede te ni promote before wende nunua credo ukitumia Mpesa paybill 5700 700 account number ni namba unayoinunulia iwe: Safaricom, Airtel, Telcom, Equitel au Fiber Mobile.